Nake, unajua ntauliza tu. Kwa sababu swala leo sio wajana, huu siyo chaguzi wa kwanza, tunawaamini tumeshawaamini chaguzi tangu tisini na tano, mfumo wa vyama vingi ulivyoanza nchi hii haujatusaidia. Nawaahidi watu wa Lupembe, jambo la kwanza, nipeni siku mia moja ya ikulu, hivo viwanda, siku mia moja za ikulu, hivyo viwanda tutavifungua. Hili tutavifungua dunia inahitaji chai yasiwambie mtu hili limefungwa kwa sababu wanajua shida zenu ndio mtaji wao sio wajinga sisiem bado waafunga ikulu bana tujakaba ikulu imefungwa bana tuja kuona gari la mkoa ilali kakosa mafuta bado ijakuwana nchi hii imekosa mabomu ya machozi magome ya machozi. Furukuta hapo uone wanaovyo kwa sababu vinawasaidia viwanda hivyo. Wanajua mnajanjaruka mnakuwa wajanja nyie, mna pesa mnakuwa na kiburi, mnajijua namtawakataa kwa wanawafanya lazima mwe masikini mwe maomba. Leo mbunge akija hapa, yeye mnamtetemekea tetemekea kwa sababu mnanjaa, akitoa elfu mbili unafikiri umekutana na Mesia.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 hata wakati mwingine unajiuliza hawa jamaa wanawaza nini? Utajiri wote huku mnashindaje kuletewa barabara wapate nini? Yani wanafikiri vipi? Nini wanachowaza uelewe. La tatu huduma za afya, huduma za afya nchi hii nimewaambia, mama zangu, rais yoyote makini anayetafuta baraka za Mungu haachi kuwalinda kina mama. Rais yoyote anayetafuta baraka za Mungu kwenye utawala wake haachi kuwalinda kina mama. Leo mama zetu mnajifungulia kitanda kimoja, wajawazito watatu wa nne kwenye kitanda kimoja, kitanda kimoja wa mama wajawazito watatu wa nne, huyu anaugulia tumbo kushoto, huyu anaugulia tumbo kulia, huyu anaugulia tumbo kaskazini, huyu ana kila, watatu wa nne kwenye kitanda kimoja. Unapata wapi baraka kwa Mungu kwenye utawala wako? Mtoto anakuja duniani siku ya kwanza tu mateso, mara kabongana na mwenzake, mara sijui kakanyagwa na mama mwingine, sijui yaani, mara mtoto kachanganywa, huyu kapewa huyu. Siku ya kwanza tu mtoto anaingizwa kwenye matatizo. Unapataje hiyo baraka ya Mwenyezi Mungu? Siendi kucheza na huduma za afya za kina mama. Nimewaambia wenzenu wote huko nilikotoka, na itafuta Ikulu, lakini naitafuta na pepo, na pepo nitaipata kwenye mikono ya kina mama kuhakikisha wa mama zangu mnaishi kwa raha na mustarehe kwenye Tanzania Mungu aliyejalia. Sera yangu ya wazee ipo vizuri. Tunaambia kabisa. Nchi hii ina utitiri wa utajiri. Unaliwa. Kuna wachatu wamekaa na ula tu mtajiri wa nchi hii. Hawajali maisha hata ya wazee wa nchi. Leo wazee wana miaka sitini wanaangaika. Miaka sitini wazee wanaangaika, miaka sabini wanaangaika. Themanini wanateseka hata kama, hata kama Biblia imetuambia mwisho ni sitini, wakizidi sana sabini, zaidi hapo ni ubatili. Lakini hata kama Mungu amekujalia achukua roho yake, wewe ndio uache wazee watesene kwa sababu Biblia imeandika ni ubatili? Hapana, nimesema wazee wa nchi hii wasiokuwa na uwezo, ukifikisha miaka sitini, wewe ni raia wa serikali. Huna uwezo wa huduma za chakula, utalishwa. Huna uwezo wa huduma za mavazi, utavalishwa huna uwezo wa huduma za matibabu utatibiwa, tena utatibiwa kiuhakika kabisa. Fikisha miaka 60, upumzike kwenye nchi yako. Ninawashukuru sana. Mimi ninamuombea kura nyingi sana Mheshimiwa mbunge, mna bahati sana. Chalina wa jamaa acha nini na hao jamaa, ninawaambia mtanikumbuka, nitarudi miaka mitano. Barabara yenu iko hivyo, viwanda vyenu vimefungwa Msijicheleshe, muda haurudi. Mliwajaribu elfu mbili kumi na tano wakawaacha, elfu mbili na ishirini wamewaacha, mnasuitlb elfu mbili na ishirini na tano mnataka mwachwa mara ngapi? Nye namwombea kura nyingi sana Mheshimiwa mbunge kijana mzuri.